Naam. Asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. hii, hii ni Masjid Takwa TV nikiripoti moja kwa moja kutoka hapa Masjid Takwa, tupo na shekhe wetu ambaye ni mhadhiri wa kundi la Asw Habul Kahfi. kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutaenda kujifunza e, ni mambo gani tunatakiwa tupase kujiandaa nayo na ni vitu gani na mfano hayo. tupo na shekhe hapa, ngoja tupate faida. Salamu alikum. Wa alikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam shekhe, e, tunaomba kufahamu unaitwa nani kwa majina? naitwa Sheikh Izmam Mahmudu Athmani. hmm. Msami Naam, ni mwenyeji wa mkoa gani? mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Dodoma. Naam, kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni vitu gani sisi kama waumini wa dini ya Kiislamu tunapaswa kujiandaa navyo kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Taban, katika hilo ni swali la msingi, lakini kubwa kabisa, kwanza ni kumwomba Mwenyezi Mungu atuafikishe afya ah, na uzima. Amin, na umri kuidiriki hiyo Ramadhani yenyewe kisha baada ya hapo jambo lolote tumeumbwa kwa ajili ya maandalizi yeah, e, hatujaumbwa tu kwa ajili ya Ramadhani, lakini umri wetu wote ni wa kimaandalizi yeah. Jinsi gani utafika salama mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mm. Lakini mahali shahidi kwa swali jinsi lilivyokuja, tuna siku chache kuingia mwezi wa Ramadhani. Tuna mambo mengi ya kujiandaa Mm. Tuna mambo mengi ya kujiandaa kiakili, ki, ki, mm, kiafya, kiroho, ki na kimoyo kwa ajili ya kwenda katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani unahitaji akili iliyotulivu. Mwezi wa Ramadhani unahitaji afya ili kukabiliana na ibada ya somo ya Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani unahitaji maandalizi mazuri Mn. ya mioyo Mn. ni moja ya maandalizi makubwa yametokia kuyafanya kufanya checking za afya zetu, afya zimekaa vipi vizuri Mn. na kujiandaa kisaikolojia kukabiliana na mwezi wa Ramadhani. Tunashukuru sana Sheikh, wallahi tumefurahika. Mwenyezi Mungu atulipe kila e, la heri. Naam, mpaka wakati mwingine tutaendelea na countdown ya mwezi wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, tutakwenda kuwasikia wadau mbalimbali wa kundi la Aswhabul Kahfi wamejiandaa kwa namna gani, kwa kiasi gani kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani kama alivyozungumza Sheikh. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu wapenzi wa tamazamaji wa, Masjid Taqwa TV, Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Tunaendelea na countdown ya Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma tupo na shekhe miongoni mwa mashekhe wa kundi la Asw Habul Kahfi. Tutakwenda kumsikia ni kwa namna gani amejiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia e, kuelekea mwezi huu nini tuendelee kujiandaa nacho, ili ikawe ni sababu ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kheri na salamu. Naam, shekhe, salamu alaykum, wa alaykum salamu. Naam shekhe, kwa majina unaitwa nani? Tunaomba kukufahamu kwa majina unaitwa Idi Ali Mangilile. Idi Mangi Idi Mangi Mangilile, mashaallah. Idi Mangi Mangilile ni mwenyeji wa mkoa gani? mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa. unajisikiaje kuwa ni miongoni mwa mashehe wa kundi la Aswhabul Kahfi? Naam, nasikia faraja sana kwa sababu tunafanya kazi ya Allah. Naam, tunafanya kazi ya Allah. ni kazi gani kubwa mahususi ambayo mnajihusisha nayo? Naam, kwanza tunahakikisha tunanyanyua majengo ya Allah yani misikiti. hmm. lakini pia nyumba za walimu hmm. madrasa, na tumejiwekeza tume, tume, tume. zaidi kwenye vijiji ambavyo hasa ndiko mahali ambako watu hawavikumbuki mm, tuwafikie huko, mm, ili angalau tuweze kufikisha harakati hizi za dini zikatambulika vizuri zaidi. Unajisikiaje kuja kwenye msikiti ambao, mashallah, mwenyezi Mungu kauweka vizuri mpaka sasa hapa tulipofikia? Nyinyi ni sababu ya kuanza ujenzi wa msikiti huu, umekuja katika huu msikiti, una hali nzuri, na nyinyi ndio sababu ya ujenzi wa msikiti, unajisikiaje? Walillahi alhamdulillah, kwa kweli najisikia vizuri kwa sababu mm, harakati hizi aa, kwa msikiti kama huu mm, ni ngumu kujua kwamba tunaweza kupata msikiti kama huu ule msingi ambao Aswhabul kahfi tumeuweka tukishirikiana mm. na wenyeji wahusika wa msikiti mm. wa eneo hili mm. umeleta chachu kwa wengine ambao walikuwa wanaona, ili waweze kutusapoti tufikia hapa, tupofikia kwa hiyo ni jambo kubwa sana, tunashukuru wala. Mashaallah, sasa tunaingia kwenye kihini cha jambo letu kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umejiandaa kwa kiasi gani wewe binafsi? Mimi mm, binafsi nimejiandaa vizuri mm, nimejiandaa vizuri na niomba Allah ete sahali mambo yakae vizuri mm hii tuipokee Ramadhani. Kwa kweli tuna shauku na hamu kubwa ya kuona Ramadhani ikifika mm. kwa hiyo tunakuwa ni kikomboleo cha dhambi, kwa sababu watu wanafanya dhambi kwa mwaka mzima mm. lakini Allah anawapa utulivu katika mwezi wa Ramadhani mm. ambao wenyewe sasa mm. tunapata kuona tunapata ofa nyingi za mm. thawabu mm. Namshukuru Allah atufikishie mwezi tuweze kufunga inshallah. Mashallah, kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani e, waislamu tujipambe na tabia gani ambazo zitakuwa nzuri na itakuwa ni sababu ya kuzipa uzito funga zetu? Mashallah, kwanza tujitahidi kuwa wakarimu, wakarimu kupita vile miezi mingine, lakini pia tujitahidi kuwa kuwahudumia wenzetu, kuwalisha wenzetu, kufuturishana, kukaribishana futari, kwa sababu Bwana Mtume salam anasema atakaemkaribisha mwenzie futari akamfuturisha, wanapata ujira sawa na wale tunaokaribishwa. Inshaallah, tusiwe na hiana tukaribishike ili tuweze kupata uh, radhi za Allah, kwa sababu wale tukaribisha wameona thamani iliyokuwepo. Lakini Allah tabaraka wa taala katika Qur'an asema wayutimuna taama ala hubihi miskinan wa yatiman wa asira. Akaweka makundi Allah tabaraka wa taala, walishane watu vyakula. Kwanza kundi la kwanza maskini, yatima na wale watu ambao wamechezwa nguvu wa magerezani, na wale watu ambao kimsingi wanahitaji msaada, lakini wako kizuizini, nao wanahitaji. Kwa hiyo nawasa pia, ndugu zangu Waislamu, maeneo yote ambayo wana, wana, wana, wanafikia hili, tuhakikishe tunawatafuta hawa watu waliko, tuweze kuwalisha na kuwafutulisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inshallah. Naam, tunashukuru sana Sheikh, wallahi tumenufaika, inshallah Naam, mpaka wakati mwingine shekhe katukumbusha tuwalishe maskini wasiojiweza na wenye uhitaji hapa msikitini kwetu Masjid Takwa, tuna utaratibu mzuri sana. Kuna bajeti ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuwafutulisha watu mwezi mzima wa Ramadhani, na sio jambo gumu. Labda kwa mfano shekhe hapa ametukumbusha mfano katika ile bajeti, wastani kwa siku sukari ni kilo mbili, unga kilo mbili miongoni mwetu ni nani anashindwa kuleta unga kilo mbili hapa msikitini ikawa ni sababu ya watu kuweza kufuturu? Kwa hivyo jambo hili halina uzito sana wala ugumu mkubwa. Shekhe jana katika darasa alitukumbusha e, unaweza pia ukatoka hata nyumbani kwako na kidumu tu cha maji ikawa ni sababu ya watu kuweza kufanyaje kufuturu. Kwa hiyo kumfuturisha mtu sio jambo gumu kubwa kwa kiasi hicho, kama tunavyoona e, maselebreti mbalimbali, watu maarufu wakiandaa futari, futari kubwa kubwa, sio lazima hiyo kwa kiwango kile. Andaa kadiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwezesha, hapo hapo ulipo nyumbani kwako, misikitini, tuweze kulinufaisha hili shaba. waza salamu alaikum wa rahmatullahi.